Sisi Arusha tulianzisha utamaduni wa kila mwaka tuwe na matibabu bure kwa wananchi wasiokuwa na uwezo wa kugharamikia matibabu hayo. Mwaka jana nilianza zoezi hilo, tulihudumia wananchi elfu thelathini na mbili kwa siku saba, na Mheshimiwa Naibu Waziri alikuja kututembelea. Wananchi wenye uwezo wa hali ya chini wasiokuwa na pesa Uo wakati mwingine anaishia njiani kwenye vipimo na anarudi nyumbani, pesa hana, imeshaenda, majibu hajayapata, dawa hana, anabaki kumwomba Mungu. Lakini Mungu amesikia kilio chao na rais ametutuma na mwaka huu tunafanya tena matibabu bure katika mkoa wetu wa Arusha, na nitumie hadhara hii kuambia wananchi wote wa mkoa wa Arusha kuanzia tarehe 23 siku ya Jumatatu ijayo mpaka 29, tuna madaktari bingwa wa nchi nzima na tumeshapata dawa kutoka bohari ya taifa, kwa ndugu yangu pale, kuhakikisha hakuna dawa itakayopelea, na tumeshapata madaktari chini ya wizara yetu ya afya, wakiongozwa na daktari wetu mkuu uh, Dr. Grace, na tumejipanga kuhakikisha kwamba hakuna mwananchi atakayekuja atakosa huduma. Ombi langu njoo, watakupima utapatiwa huduma na utapata dawa. la mwisho, mwisho, Mheshimiwa waziri mkuu, ile la mwisho kabisa, tunakuombea kila laheri tunakuombea kila la heri. Tumesikia kule Ruangwa kule unachukua fomu, tukuombea kila la heri, ila na wewe niombee kila la heri, ili tukikutana mahala tuseme tulitakiana heri. Baada ya kusema hayo, karibu sana mheshimiwa waziri mkuu.